Round the the bay of Mexico where the sun shine, shine, daily on a mountain top. Marehemu Raila Amolo Odinga alizaliwa tarehe 7 Januari 1945 katika kijiji cha Maseno, kaunti ya Kisumu. Alikuwa mwana wa aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais wa Kenya Jaramogi Oginga Odinga na mama yake Mary Juma Odinga. Mimi nilipokuwa kijana mdogo kama miaka kumi na sita hivi. Raila atakumbukwa kama mwanasiasa shupavu, jasiri na mwaminifu kwa imani yake ya kidemokrasia. Ndiye kiongozi pekee nchini Kenya aliyewania uraisi kwa mara tano mfululizo mwaka elfu moja mia tisa tisini na saba, elfu mbili na saba, elfu mbili kumi na tatu, elfu mbili kumi na saba na elfu mbili ishirini na mbili bila kufaulu. Lakini kila mara akibeba matumaini na ndoto za mamilioni ya Wakenya. Baada ya kifo chake, maamuzi yake ya, ya mwisho yameibua maswali na mjadala. Mojawapo ni ombi lake la kuzikwa ndani ya saa sabini na mbili na kutaka kupumzishwa kando ya kaburi la mama yake. Wafuasi wake wanaliona hilo kuwa muda mfupi mno, wakihofia huenda wasiweze kumpa heshima anayostahili lakini swali kuu ni kwa nini alitamani sana kuzikwa kando ya mama yake? Ilikuwa ni miaka wa 62. Mama yake Mary Juma Odinga alifariki tarehe tano Novemba 1984. Wakati huo Raila alikuwa kifungoni katika gereza la Shimo la Tewa chini ya utawala wa hayati Rais Daniel arap Moi. Serikali haikumjulisha kuhusu kifo cha mamake wala kumpa fursa ya kushiriki mazishi. Ilichukua miezi miwili baadaye kabla askari wa gereza kumfahamisha, wakati huo akiwa bado amezuiliwa. Raila mwenyewe aliwahi kutamka huo ndio ulikuwa msiba mkali zaidi maishani mwake, na kuiamrisha familia kutozika mtu yeyote kando ya kaburi la mamake hadi siku atakayokufa na kuzikwa hapo, ingawa baadaye alisamehe serikali ya Moi na hata kushirikiana nayo kwa kufanya kazi kwa pamoja. Pamoja na ukakamavu wake katika siasa, Raila hakuacha kuwa mtu wa familia aliyeithamini na kuipenda kwa dhati. Ameacha mkewe Ida Odinga na watoto wao watatu: Winnie Odinga, Rosemary Odinga na Raila Odinga Jr. pamoja na wajukuu kadhaa. Jirani, tunataka tudumishe amani na, map, na mapendo leo. Kenya inamkumbuka kama shujaa wa demokrasia, mpiganiaji wa haki na sauti ya wasiokuwa na sauti. Mola ailaze roho ya marehemu Raila Amolo Odinga mahali pema peponi. Mie nimekuwa msimulizi wako. Amina chombo na hii ni Mum's Boy Media.